Halo halo, habari za wakati huu. Karibuni sana katika chaneli ya Edi Tiba Mbadala TZ. Naitwa Edi, niko Mwanza. Karibuni sana katika chaneli hii, kama ni mara yako ya kwanza kufika katika chaneli hii, usisahau kuweza alama ya kengele, lakini pia usisahau subscribe. lakini pia usisahau kushare video hii kwa watu mbalimbali ambao wataweza kufaidika na kitu kama hiki. humu ndani utakuwa unajifunza vitu mbalimbali vinahusiana na masuala ya kiafya Uh, kuna miti mbalimbali inayotibu maradhi mbalimbali. Mua itakuwa na kuonyesha kipi, kipi cha kufanya, mti gani ya kutumia, dawa ipi ya kutumia, maua gani ya kutumia, kwa sababu ukiangalia uoto wa asili ulioko duniani asilimia themanini na tano ni dawa kwao. Utakuwa na kufahamisha kipi cha kufanya ili weze ku, weze ku, kukaa vizuri afya yako iweze kuwa nzuri zaidi. Leo nataka niwafundishe kitu kimoja. Uh, kama wewe kama wewe unahitaji kuwa na maradhi. Yaani wewe unahitaji kuwa na maradhi ya presha, unahitaji maradhi ya kisukari, matatizo ya vidonda uh, vya tumbo matatizo ya bawasiri, fanye vitu vitakusaidia sana uweze kuwa na maradhi. Uh, kitu cha kwanza pendelea Pendea kula vyakula vya sukari. Vyakula vya sukari, vyakula vya kiwandani, vyakula vya vyakula vya hivi vya kusindikwa, vyote vitumia. Yaani kuanzia asubuhi kwa, kula vyakula vya sukari, mchana kula vyakula vya sukari. Itakusaidia sana uweze kuwa na muhanga wa maradhi hayo. Lakini kitu kingine kitakachokusaidia wewe uwe na maradhi hayo, kula vyakula vya wanga. Yaani, wewe ukiamka asubuhi kula chapati, kunywa na chai, kula mandazi, kunywa na chai. Itakusaidia sana uweze, uweze kuwa na maradhi ah. Kingine laa masaa mawili tu, saa mawili matatu kwa siku, itakusaidia uweze kuwa kufika hatua hiyo ya kuwa na maradhi. Usipumzike kwa wakati, usinywe maji kwa siku usinywe maji kabisa, usinywe kabisa maji. Kingine kitakusaidia uweze kuwa na maradhi, kula mara kwa mara. Yaani wewe ukiamka ile saa moja kula, ukiamka ukifika saa tatu kula, ukifika saa nne kula, ukifika saa tano kula, ukifika saa sita kula, yani wewe ni huona unakula kula, kula na vyakula kula ni vile pia, unakula vitu vya sukari, sukari umechanganya na wanga, hivyo vitakusaidia sana uweze kuwa na maradhi. Fanya hivyo utaona mabadiliko yako makubwa ya kuingia kwenye wanga kwa maradhi ya kisukari na presha, utaona mabadiliko makubwa ya kufanya uwe na vidonda vya tumbo na bawasiri, matatizo ya figo. Fanya hivyo. Video inayofuata nitakuelezea kama hautaki haya maradhi, vitu gani vya kufanya uweze kukaa kuka vizuri na uweze kupona tatizo lako. Endelea kunifuatilia kwenye chaneli ya Edi Tiba Mbadala TZ, itakupa vitu mbalimbali ambavyo vitakusaidia wewe. Panana hiyo maradhi. Hivi ni vitu ambavyo vinafanya wewe, hivi ambavyo nimekuelezea ni vitu ambavyo vitafanya uwe na maradhi. Lakini video inayofuata ni vitu vinavyofanya kukuepane na hayo maradhi. Asante sana.